Ai mediali anawataka mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa katika mchezo wa marudiano zidi yanizii. Simba imetangazwa kama moja ya klabu kumi bora ambazo zinawania tuzo ya klabu bora ya mwaka, na vilevile Shomari Kapombe ameingia katika ile orodha ya wachezaji kumi ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka. Basi Ai mediali anasema hii ni siku muhimu ya kupongezana ama kwenda kuwapongeza wachezaji wote wa Simba. Lakini hata hivyo, usikose pia, kama unahitaji kujiunga na grupu langu la mikeka, link ipo kwenye bio yangu hapo. Kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji kumi bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club, sio jambo jepesi hata kidogo. Kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji kumi bora barani Afrika.